Kadri ya miaka inapozidi kuyoyoma, vijana kwa wazee, waliojiajiri na walioajiriwa wanapaswa kuwekeza kwa hekima, ili kuepuka fedheha katika siku zao za usoni. Wewe unafanya kazi na umeanjiliwa, aidha tuseme, askari tuseme, chibu tuseme nani, hiyo mtu mbata kufanya kazi akiweka asili mali yake ya kutumia baadaye, wakati ataritaya yeye akiingia town baada ya kuweka hiyo vitu yote, wewe unaenda unaingia kwa laa unashikana na wanawake. Wewe mwanamume, akitaka hii unamfanyia hii tena, unasahau ile mboma yako ya nyumbani. Wengine wanasahau sababu. Hiyo mtu akisahau mboma yake nyumbani, baadaye hata akilitaya atakuwa kwa shida, sababu yako town amerudia mwanamke wa kando plot, amerudi amemnunia ngali. Kazi yako ni kufuatana na wanawake. Unakuta mwanamke akona watoto kumi, wewe unachukua hiyo kumi unalea. Wewe ukilea hiyo kumi na wako wanateseka, hiyo itawezekana? Hiyo ni maisha ngumu sana. Baadaye akirudi nyumbani pale anaenda mwenyewe anaanza kusumbua watoto wazazi wake, lakini wewe vile ulikuwa unafanya kazi kuwasaidia ilikuwa ngumu sana, ni kama 10% na hiyo nyingine 90% unapeana kwingine. Kwa hivyo wewe utakuwa mabema njaa itakuua. Mimi nimebakiza miaka tano na mimi nimejipanga. Nikienda nyumbani, ninajua itaenda nifunge ngombe mbili, mbuzi tatu, kuku tano na maisha yangu endelee endelee. Na mimi naambia vijana, rafiki yangu, mtu akipata kazi Ajaribu ku, kujaribu kama ajaenda retirement kitambo apate kitu. Kama uko bado kijana unasari, unajaribu kusanya ndio upate ka kitu ya at least ukienda retire utakuwa na kitu unyoko nayo kwa nyumbani. Maybe kama wewe ni mkulima ukiwa unalima masao una infe, una unasomesha nayo watoto, unapanda una kamuti kamoja ama tuwili, utakuja kuharvest wakati wa usee ambao hauna nguvu ya kufanya kazi, ikiwa umeachiriwa na serikali. Kuna kitu inaitwa insurance safe. Kwa insurance data say msara wako ni shilingi 10000 peana shilingi 500 ambayo utakuja kupewa wakati wa use ikusaidie. Ruben Motochi, Runinga ya Citizen. Shukran nimro tabu. Tunakuja moja kwa moja toka gatuzi la Samburu. Tumekita kambi hapa kuvalia swala hili njoga, uh, swala tata la uchochole baada ya kustaafu. Tumeona baadhi ya wakenya wengi, baada ya kutumikia taifa, kuhudumu katika idara mbalimbali, ziwe za serikali ama zile za kibinafsi, baada ya kustaafu kwao wanaishi maisha ya uchochole, maisha ya kijungu kijungujiko. Kipi kinachangia hali hii? Hali hii inaweza ikaepukika vipi? Tunasema na wakazi wa hapa kuliweka swala hili kwenye mizani Binafsi, nini nachangia hali hii ya uchochole baada ya kustaafu? Sema yeye, umeenda shule, umeenda kwa shule, umekaa kwa shule ukafika 50 years. Sasa umerudi na ma degrees, umekuja umeingia kasi kidogo, lakini kwa muda mchache, yaani wakati bado hiyo muda imeisha, umestaafu na vijana wameingia kasi na hujajipanga, pesa yako yote ambao ulikuwa unafanyia kazi hata ukiwa kazini bado unasoma na unajikuta kwamba shule imechukua pesa mingi. Baadaye ukijaribu, yaani kufikisha seven years, na kwa kweli uko na certificate na hakuna pale tena utaandikwa kazi. Nini inachangia sasa? Hasa kitu chenye naona kinachangia hii umaskini baada ya kustaafu, naona pia ni nafasi za ajira katika jamii, sababu nakuta labda kwa jamii jamii iko na watu wengi lakini mwenye ameajiriwa, ameajiriwa ni mmoja, so nafasi yake ya kujipanga baada ya kustaafu atasefu at, at, nini? Hana nafasi ya kusefu, sababu vitu mingi sana, rasilimali mingi sana inatumika kwa jamii yao. So hiyo ndio naona inachangia sana, hasa hasa katika eneo letu. Utapata mtu baada ya kustaafu anakuwa mzigo kwa mtoto wake, na pengine hakuwekeza vizuri katika elimu ya mtoto wake. Hali hii inaweza kuepukika vipi? Hali e, hizi zinaweza kuepukika hasa hasa kwa vikundi zenye kaka, kama kuna wafadhili wenye tunaona wanakuja kutuelimisha namna jinsi ya kuwekeza rasilimali kidogo kidogo yenye mtu atatumia baada ya kustaafu, pia kuwekeza kwa ajili ya kufunza watoto kuweka kuweka watoto shuleni. So hiyo tunaweza kuepuka hiyo changi, hali ya uchochole baada ya kustaafu. Mi kwa maoni yangu kitu ya kwanza uh, kwa majina ni Joseph Kishiko. Alafu kwa maoni yangu ni ni kuwa mtu kwa hasa kwa wenye wanabahatika wanajiriwa wakiwa wadogo, wao afikirii hii kazi iko na mwisho. So kuliko mtu ajipange vyenye anajiriwa kazi, jiwa anajua ni baka alitaya ama akufe. Ndio unakuta mtu ajipangi. So mtu anafikiri mshahara inakuja inakuja inakuja inakuja, finally anakuta ako na 50 something anana, anakea, nahana, ni nyumbani anaelekea na hana chochote. Ningependa kama ni serikali ya Kenya ibadilishe hii maneno ya kuajiri mtu mpaka alitae na kuna na ndiyo maana unaona kuna hata hii shida mingi kubwa kubwa ya hawa lika, lika kidogo majenzi hawana kazi juu mmoja akiajiriwa mpaka afikisha 60 ndivyo huyo mwingine ataajiriwa, sababu huyu si huyu mwingine hatapata nafasi ya kupata kazi. So watu wafanye nini wanapokuwa kazini? Watu wajipange, ukipata nafasi ya kupata job, jipange Sio unaanza mapobe na nini na nini, isomesha watoto, egeza kwa watoto, si pesa juuze inakuja nam asante na, uh, sana nibrotabu. Ndizo kauli za wakazi wa hapa kuhusiana na swala hili tata la uchochole baada ya kustahafu, uh, wakiwataka tu wa Kenya, uh, wanapokuwa kazini, wanapopata bahati ya kupata ajira wajipange, wanapokuwa kazini ili, uh, hasa kwa kuwekeza na kando kwa kuwekeza, uh, pia waweze kuwekeza katika elimu ya watoto wao ili wanapostaafu wawe ni wa kuwafaa na uwekezaji wao uwe ni wa kuwafaa. Niruhusu nitie kikomo. Na imebainika kwamba aghalabu wafanyakazi wa serikali wanajipata wanaishi maisha ya kichochole haswa baada ya kustaafu, na hapa katika kaunti hii ya Nyamira, leo hii tunaungana na baadhi ya wakazi wa eneo hili hili, nao watueleze wanahisi kwamba ni kipi ambacho kinachangia hali hii. Kwa majina ninaitwa Alo Shombea Huta kustaafu lazima wewe mwenyewe uchipange mapema. Usipochipanga mapema baada ya kustaafu, wewe utakuwa na kazi ngumu zaidi. Pengine unastaafu nukiwa bado na watoto wachanga, unataka wasomeze. Hili baada ya wewe kustaafu, ile pesa sote ulistaafu nazo nukikuja nyumbani, bado wewe unataka kusomeza hawa watoto. Baada ya hiyo unakuta we iko file ulikuwa hapa awali. Kwa hivyo kustaafu, lazima we mwenyewe ujipange. Ukisha jipanga we ukikuja nyumbani ogi, or, unakuta maisha yako inaendelea vizuri, pengine ufungue biashara, pengine ufanye kazi unafanya, ila vitu ambazo vitakuja kukusaidia we mwenyewe lakini usipo jipanga lazima tena utakuwa vile mtu huko andikwa kazi ya serikali kwa majina ni Sylvester Nyambane uh, mkaaji uh, wa hii kaunti ya Nyamira. Wengi hawakuangi na nafasi ya kujipanga, wanashtukia barua ndio hii ya kukutaka uende nyumbani ukaenda ukapumzike. Uh, inakuanga ni changamoto kubwa sana, wengi huwa wanapata shock. ni kutojipanga kisaikolojia hivyo uh, ushauri wangu mimi ambaye ni kijana mdogo na nami nakuwa na ninaangalia hapo mbele uh, Heri kujipanga mapema kujua kwamba kuna kuritaya, ili kwamba ukifika pale nyumbani, wale wa pale nyumbani pia waelewe kwamba umekuja nyumbani. Ule mkate ulikuwa unakuja ku, ku, mkubwa mkubwa, sasa utakuwa umekuja kidogo. Kitu cha mwisho, kuna kuanga na family pressure. Watoto wangali wachanga na mama, maybe mama mgonjwa, uh, alafu kidogo kama hukujipanga kupeleka watoto wapatie empowerment kidogo wanaanza kula kile kidogo ambacho wewe uli, ulikuja nacho nyumbani. Na hao ni baadhi ya wakazi wa kaunti hii ya Nyamira wakisisitiza kwamba kule kuishi maisha ya kichochole baada ya kustaafu haswa kunatokana na wengi kutojipanga, baadhi wakihisi kwamba wengi wanastaafu wakiwa na watoto wachanga ambao bado wanahitaji kulipiwa karo na mahitaji mengine ambayo tena yanahitaji pesa nyingi. Kiripoti ngea Citizen kutoka kaunti hii ya Nyamira. Langu jina ni Duncan Bundi. Na asante sana kwa wanahabari wenzetu kwa kuchangia mada na wananchi pia. Bwana Francis, kama tulivyozungumza hali ya Busia na wengine kule Samburu na Narok, mm. na kadhalika ni sawia mm. um, lakini una, unaona kwamba ni watu wa umri mdogo ambao sasa hivi wanaanza kutoa ushawishi mm. na ushauri kwa wenzao kwamba ni umri muhimu kuwekeza mapema mm. um, tatizo liko wapi? Kwa sababu kuna yule ambaye anataka kuwekeza, lakini kuna mwingine anataka kuwekeza wakati mapato yamekuwa mengi kwa wakati mm -hmm. fulani mm -hmm. na hana hiyo shughuli mm -hmm. kama alivyosema uh, ndugu yetu Ambuni hapo awali, ni kwamba saa nyingine mtu anafikiria kwamba atapata pesa kwa mpigo pesa mm -hmm. nyingi kwa wakati fulani mm -hmm. na haio iwe namna hiyo mm -hmm. kwa hivyo ni zile kidogo, alafu pia kuna hili tatizo la mtu kugharamia mahitaji ya watoto wa ndugu zake mm -hmm. au familia nyingine mm -hmm. Ndio inapelekea hali hii ya uchochole ama umaskini baada ya kustaafu ama namna gani? Asante bwana Nimrod. Kwanza nimefurahishwa sana na vile hawa vijana sasa wameanza kugeuza mawazo na ni, ni, ni kama kwamba wao pia kule wanakoishi wameanza kufil hii kwa, kwa, kwa wazazi wao na. Na sasa ile ambayo pengine ningeshauri ninge, ninge ni kwamba Uh, wakati hawa watoto wanapoajiriwa wapewe mafunzo mwanzo mwanzo, maanake saa zingine huwa ai aidha serikali au wale waajiri wengine wanangojea kuwapa hawa ambao wana staafu, mm, naona yale mafunzo sasa. Haya mafunzo yatamsaidia aje yule ambaye tayari ana staafu. staafu. Inafaa ianze wakati hawa wanakuwa ndio wajue kwamba hii safari ni ndefu lakini mwishowe lazima itafika, mwe, mwisho. Ndio wajue kwamba sasa tufanye nini, tumeanza safari lakini safari itaisha siku fulani au mwaka fulani. Na ndio sababu wakifanya hivyo, wataanza kujipanga mapema, na vile tumesikia hapo ni kwamba jambo la muhimu sana ambalo tumesikia, cha msingi hapa ni kujipanga. Huwezi kujipanga kama umebaki na mi mi miaka mitatu mm miaka miwili hata miaka mitano ni ngumu practically, lakini mafunzo yakianza mapema, huyu ambaye ameajiriwa leo ajue kwamba lazima atajipanga, na asipojipanga vile wengine wanasema, maisha itampa itampanga, na wakati huo inakuwa ngumu sana. Tupe mifano halisi kule Busia mm. kwa wale ambao pengine umejumuika nao katika shirika hili, um, kanuni ni zipi? mm. wakati mtu anapokaribia kustaafu, ndipo sasa mtu pengine aanze kujipanga, kama amekuwa akiwekeza mm. anaanza kufuatilia vipi? kwa sababu kama vile bana anavyosema, na ndugu mm. yetu kukubali, ni kwamba kuna baadhi ya mashirika ama kampuni ambazo hazipeleki mm. pesa za kustaafu ama za uzeni mm. kule zinakostakiwa kuwekwa. mm. Mfanyikazi ana haki gani kuweza kumshurutisha mwajiri wake ahakikishe kwamba nina miaka 15 kabla ya kustaafu na miaka mitano kabla ya kustaafu mm, ndiposa aweze mm. kujua pesa zangu za kustaafu kweli zimekuwa nikikatwa kwenye mshahara mm. na zinawasilishwa mahali fulani. Kanuni ni zipi za kufuatilia haya? Saa zingine watu wengine huwa wana, wanaajiriwa wana wanaweka uh, vichwa vyao ndani ya ile kazi bila kuanza kufikiria kwamba wakati utakapofika nitafanya nini huwa inafika mwisho ndio anaanza kufikiria kwamba he karibu na staafu, na, na, na, na wakati huu ukifika hajui. Lakini akishapewa barua sasa kwamba kufikia siku fulani utaanza kufanya nini, kuacha kazi uanze kuishi nyumbani kwako, sasa hapo ndio changamoto huja. Hajui kile cha kufanya, hajui anaanzia wapi lakini kwa sababu lazima apate hiyo pesa, anaanguka kwa mikono ya matapeli. mm-hmm. Wanamwambia kwamba mimi naweza kukufanyia hili, ndio pesa yake ifanye nini, itoke sasa. Huyu ambaye pia hana hana hata pesa wakati huo shna, anaambiwa njoo Nairobi, lakini kabla hatuja kufanyia hii kazi, weka sahihi hapa kwa sababu hana pesa tayari, mm. Weka sahihi hapa, na hiyo sahihi, kwa sababu yeye anataka hiyo pesa sana, kumbe oh. Muidhinisha atoe pesa kwa niaba, yes. Na huwa inafanyika hivyo, na hiyo pesa ikitoka it's almost half or even more than half sasa. mm. Huyu mtu anarudi wapi? Kule alikotoka bila nusu ya ile pesa ambayo inafaa kupata, na ndio sababu nimesema mwanzo haya mafunzo yaanze mapema, ndio mtu akianza ajue kwamba hii ofisi, wakati utakapofika nitakimbilia hapa, ikiwa sitakuwa na tatizo kule mwe, mwisho. Lakini ikiwa kutakuwa mambo yanaenda vizuri sawa, hatakuwa na shida. Na ndio sababu hata saa hii tunasema hili shirika ambalo mwenzetu analiongoza ni kama watu ikoli, kwa Kiingereza kwamba God sent linasaidia watu kama hao, kwa sababu hawajui kule wanaweza kuja, lakini wakiwa wanachama wa hili shirika watapewa mafunzo mapema, kwa sababu wana, wanachama wa hili shirika sio wale wamestaafu. mm -hmm. Ni wale ambao pia wanatarajia ku, kustaafu, lakini bado wako kazini. Sasa ukiwa kazini, usingoje mpaka iwe miaka miwili mitatu, even if it is ten years jiunge na, na hili shirika pata mafunzo, wakati ukifika utakuwa na shida yoyote. Asante sana bwana bana, nije kwako kwa sababu tuzungumzie pia jamii nyingine ambao pengine haya, Benson, niwe radhi um, kwa sababu kuna jamii nyingine ambayo haijalengwa katika mapato kukatwa E, jamii ambayo iko katika sekta ya jua kali kwa mfano ni jamii ambayo serikali imetatizika sana kuwalenga katika maswala ya ushuru na kadhalika. Lakini nafikiri pia kwa kiwango kikubwa katika maswala ya mapato wanajikuta katika hali ya uchochole, wanapotoka Nairobi walipofanya biashara kubwa, wanarejea nyumbani hawana chochote. Pili, kuna jamii ya watu ambao wanaanzisha biashara ndogo ndogo, au biashara ambazo kwa kimombo siku hizi tunaziita startup yeah. Utakuta mtu ameanzisha biashara fulani ameandika vijana wenzake watano kama hivi tulivyokuwa hapa yeah. Lakini hapeleki mapato mahali ama hata hajajihusisha katika masuala ya retirement benefits, na wale vijana walioajiri hawajihusishi katika kufu, kufuatilia kwamba kuna makato fulani yanastahili kupelekwa kwa mwajiri fulani, yule mwajiri ameanzisha startup ambao ushuru unakusanywa na kadhalika. Sasa zungumzia jamii hizo, watu kama wale wanajikuta katika hali gani punde tu kazi ile inaisha? Kwa sababu kama tunazungumzia vijana, pia kuna vijana ambao wameajiriwa katika startup hizi ndogo, na watajikuta katika hali ya umaskini ikiwa mapato yao hayaelekezi kule anakotakiwa kuelekezwa. Asante Bwana Nimrod, no. nafikiri Bwana nimrod utanipea muda kidogo no. niguzie swala la Bwana Odipo, no. alafu maoni ya wananchi pale yes. Tuliona pale kwa sababu ukiona, yote kwa manufaa ya mwananchi. e, ukiona mwananchi wa umri mdogo anaanza kugutuka kwamba, e, pesa ya uzeeni labda haitumiki vizuri kwa sababu ya kutowajibika kwa baba no, ni kitu cha kututia hofu hmm? No, kama wazazi kwamba kuna jambo inatakana kama wazazi ama watu wakubwa no, tujaribu kulifanya katika kubadilisha mawazo ya kizazi kijacho no. Kurudia hapa kwa bwanaodipo ni kwamba wastaafu wengi sana wamechukuliwa ile kitu inaitwa kuchukuliwa advantage, mzungu anasema taking advantage of mtu anastaafu. Na kuna wenzao katika mashinani kule, wale wamejitwika majukumu ya kuwa sasa ndio mabalozi wa kuweza kuwasaidia kwenye kufuata mapato yao, na hao wanafanya biashara na hao wastaafu. So wewe unangoja pesa, mtu mwingine ashachukua hiyo pesa nusu mimi nime katika hali yetu ya kukutana na wananchi kwa sababu shirika letu huwa tunaenda mashinani kukutana na wastaafu moja kwa moja wale wanastaafu na wale wanataka kustaafu unapata kilio mtu anakuambia nikipata penshoni yangu nilipoteza shilingi elfu mia saba mtu anakuambia nilipoteza elfu mia tisa kuna mmoja tulizika mwenye alipoteza elfu mia tisa na na akapatwa stroke na akakufa kuna mama huko Kimilili alipoteza 1.2 milioni akiuza shamba apatie mtu mwenye anamtapeli kwamba anaenda kumfatia mapato. So hiyo hali ya kutoelimishwa pia ni kitu changamoto kubwa sana kuja kwa hii maneno ya uwekezaji hmm? si waajiri wengi wanafurahia maneno ya makato kukata hata ama kuwekezea wafanyakazi wao. Uchochole katika kustaafu usiangaliwe kwa mitazamo tu ya serikali na maybe parastato ama mfanyikazi ama mfanyikazi mwenyewe na. Kuna mchango mkubwa sana wa mwajiri, kwa sababu mimi huwa katika dhana yangu nimeshafanya conclusion kwamba adui mkubwa sana wa mstaafu ni mtajiri ama mtu mwenye amemwandika kazi, kwa sababu hawa watu ndio wako na platform ya kuweza kujenga msingi mwafaka ya mstaafu ili siku hatastaafu akuwe na maisha mema, ama pia huyu mtu ndiye anaweza kudestroy mtu mpaka siku astaafu awe mtu wa tabu kabisa. Tunaanzia kwa makato, kuna wale hawataki, hata akiandika mtu anahakikisha kwamba ukimaliza miaka miwili anakutoa anakupatia kandarasi mpya ukimaliza mwaka moja na kuweka kandarasi nyingine, ndio usiwaiweza kuqualify kupata pension, ndio aweze kuwajibika kukukata pesa akuwekeza pension. So wewe unang'ara ukiwa kazini, lakini wakati umri inaenda ikiisha, nafasi yako kuajiriwa kwingine inapotea, uwezi ajiriwa kwingine, na pesa ile pia umewekewa na tajiri, ile inaweza kukustiri wakati wa kustaafu hakuna hmm? unapata hakuna, na kama iko ni kidogo sana. Sasa na serikali nayo labda area ya supervision kama ni Ministry of Labor, kama ni Retirement Benefits Authority, perhaps governance structure yao ya supervision na enforcement iangalie ia kwamba corporate organizations zile ziko na uwezo ya kukata wafanyikazi pesa na kuwawekea, zinafanya namna gani, ndio iweze kugrow this benefit sector, wasio wanasema vile, ndugu yangu alisema tuwe na multiple uh, arrangements ya kusiji, extra contributions. Mm. Jini, we just need to Exhaust all the avenues that are there in the employment sector kwamba wafanyikazi wote waweze kukatwa, waajiri wote waweze kukata hmm. na watume hmm. Kitu ya pili ni kwamba hizi pesa, kuna wafanyikazi wengi sana wakati wanaingia kwa, kwa kazi, kuna wanakutana na mambo mawili, wanakutana na employer na kitu inafuata ya haraka kabisa inakuaga uh, vyama vya ushirika hmm na wengi wanaenda na matumaini kwamba hata huwa wanaambiwa wakiingia kwamba hey, hii ndio pesa itakusaidia ukienda kustaafu, hii ndio pesa itakusaidia uende uanze msingi wa ustaafu hmm. Lakini vyama vya ushirika Bwana Nimrod, sahii vimekuwa biashara ya kuponza ya kufyonza pesa ya wafanyikazi na kukula kabisa. Sahii wamefika pahali, hata juzi tumeandikia uh, PS wa Treasury, kwa sababu kuna vyama vya ushirika sasa hata zinakula pension ya wastaafu kuna mjane alikuwahi kupata penshoni yake akapitishia kwa akaunti ile iko kwa chama cha ushirika, wakati anaenda kuchukua ile pesa anaambiwa pesa hakuna, chama cha ushirika kimekula ile pesa. Sasa vyama vya ushirika zikianza kuachiliwa namna hivyo zinaanza kuwa kama sasa kero na kama yani kama sasa, I don't know whether you can call it bad or mean to the savers wale. Mm -hmm. Watu wanataka kuwekeza kesho. Mm -hmm. wanaogopa kwamba do we really need circle societies ama tunahitaji sasa tufanyie nini sako ambayo ukiweka pesa ndani hauna uhakika kama kesho utapata. Utapata nyingi zinachukua pesa na wana create a narrative kwamba chama imeanguka, wengine wanabadilisha majina wakiwa na pesa ya wananchi bwana, so that kudai inakuwa ngumu. Nimrod nafikiri unipatie, nieleze pale kwamba shida kubwa sasa kwa vyama vya ushirika imekuja kukithiri katika ofisi mbili. Wakati mtu anaweka pesa kuna Uh, ofisi inaitwa Sasra na ofisi ya waziri wa vyama vya ushirika. Hao ndio watu wako na uwezo wa kuprotect mfanyakazi anayewekeza kwa chama chote cha ushirika, cha ushirika. No. Lakini wakati waziri ya Oparanya alikuja kwa ofisi yake tulikuwa na matumaini makubwa sana kwa sababu Oparanya kwa kadri yake ni mtu anajulikana kama ni mtu anapenda sana kufanya kazi. No. Tukakuwa na mkutano mmoja na yeye unakuja unapata kwamba baada ya mkutano mmoja, wale wanaomzingira wanaanza kufrustrate mkutano yake na wastaafu. Barua mnaandika barua, mpaka tumeandika kwa ustauparanya barua kama sita, hakuna hata moja imejibiwa, eh? kwa sababu hataki sasa kuzungumzia maswala ya wastaafu, na hawa ni watu wanaporwa pesa na vyama vya ushirika. Sahi kuna vyama nyingi sana zinaonyesha dalili ya kuanguka na pesa ya wanachama ukiangalia chama kuna nyingi sana kama hapa Transcom Sacco imeanguka na pesa ya wa wastaafu 1134 wana hawajui kama watawahi pata pesa zao hapo, na kuambia tu wa serikali. Ukiangalia Tana teachers, ukiangalia Lamu teachers, ukiangalia Migodi teachers, ukiangalia ilikuwa ulinzi Sacco, sasa hii inaitwa Afna na Afna, watu wamepora wafanyikazi, hakuna serikali inazungumzia. Kwa sababu gani? Kwa sababu pesa ile iliporwa na, ni ya wananchi wafanyikazi wa kiwango cha chini ama kadri ya katikati, hakuna mkubwa pesa yake imepotelea pale, hakuna mtu anazungumzia na. Kitu kama hicho peke yake kinakuja kinaleta umaskini kubwa sana kwa wafanyakazi, na hayo bila shaka ni mambo ya kuvunja moyo sana mm. Na nafikiri kabla tuende mapumzikoni, bwana Ilaja, bwa haki ya aliyeajiriwa sasa basi ni ipi, ama anaelekea kustafu nipi, ikiwa matatizo ni kama haya, ana haki gani? Anaweza kumlilia nani? Anaweza kwenda wapi? Manake hata kwenda mahakamani na mapato ni yale mm-hmm. madogo, hata faidi chochote. Manake sasa kuna wakili ambaye pia atakuwa na mezee ya mate pesa uh, zake sio? yeah. haki um, aliyeajiriwa um, ni ipi um, okay. uh, uh, na anaelekea kus asante sana. Nimrod labda niguzie role ya Retirement Benefits Authority kwa sababu hili ni uh, shirika ambalo linatakikana kuangalia hii mambo ya retirement kwa all employees na kwa department yao, wako na the supervisory power kuhakikisha kwamba, eh, employee hawezi gandamizwa na employer, so kwa hivyo employee akona akona right zote, eh, za kufuatilia pesa zake, haziwezi potea, hata ingawa kama awajere, awajere, tuma hizo pesa kwenye retire, kwenye their scheme no. pesa zao haziwezi potea. the only problem is ime delay na ile investment return income ambayo wangekuwa wamepata hawezi pata no. so kwa hivyo uh, the Retirement Benefits Authority plays a critical role critiarole no. ku address izi issues ambazo mwenzangu amesema za pesa kuf, uh, kuchukuliwa kutoka kwa mashirika ya sacco societies yeah? so um, employees wako na rights saa zile pesa zao zimekatwa, wako na right yoyote ya kufuata hiyo pesa? Employees wengine hata wameenda kotini kufuatilia hiyo pesa yao, lakini nataka pia kugusia jambo moja. Kuna wale waajiriwa ambao wameajiri wa employees na wajewa, hawajawapatia, uh, pension so kwa hivyo ina, ina, ina wanabaki wakikontribute kwa NSSF peke yake. Kwa hivyo, uh, it is important pia kwa Retirement Benefits Authority kuangalia hayo mamu, maneno mm-hmm. So, so that employees ambao wako na employers ambao hawaremit wakati hizo pesa wa, so that wakati wanapostaafu Partner, wawe wa, wa, wa, wa, waweze kupata kujikimu kimaisha sasa, yeah. Tatizo ni kwamba kuna unyanyapaa saa nyingine, yeah. Umeajiriwa na mwajiri wako na saa nyingine anakupa mshahara anakupa payslip yako anaonyesha makato, lakini unataka kuthibitisha kwa sababu ya kusikiza kesi ambazo wengine wamepitia kwamba makato yao wanakwenda wamestaafu, yeah. Hajui atauliza vipi? Sasa kuna huo unyanyapa halafu pili, yeah. Kuna uwezekano kwamba mtu akiwa anakwenda kufata pesa zake katika pensions scheme ambayo kampuni ama mwajiri amekuwa akipeleka, awe kwamba amehifadhi pay slip zake za miaka mingi, kwa sababu atathibitisha vipi kwamba mm. Alikuwa ameajiriwa kampuni fulani na amekwenda kudai pesa zake za kustaafu, anafika kule, anaambiwa mwajiri wako hukutoa chochote. Sasa anaambiwa leta ushahidi, umekuja na ushahidi, kinachofuatia hapo ni kipi? <laughs> Eh, katika schemes um, uko na ile data kutoka kwa employer. Sasa, so zile wame wamekata hiyo pesa wanakutumia data ambayo lazima wewe uweke kusupport kwamba pesa zilikatwa. So uko na hiyo record kama scheme. Uko nayo ya kuhakikisha kwamba dada yangu alikatwa pesa kiasi fulani. That's why unaweza ku, kuwapatia statement So hiyo wanaweza pia kutumia hiyo kama shahidi kwamba walikatwa pesa mm -hmm. na hizo pesa hazikufika kwenye okay. mahali ilikuwa inatakikana okay. so, uh, as opposed to unaona, ukiwa na payslips lazima ukae na payslips kama mm -hmm. miaka kumi yeah? <laughs> labda, anything can happen, huwezi kuwa na hizo payslips ni ya muhimu katika schemes kuhakikisha kwamba records za wale ambao wanakatwa pesa, the owners or the members of that scheme, records zao lazima uweke vizuri kama scheme. Asante sana mtazamaji, bado unaendelea kusikiza maswala kuhusiana na umaskini wakati wa kustaafu. Natumai kwamba unapata kuelimishwa na hamasisho kuhusiana na jinsi ya kufikilia uh, mapato yako na kadhalika. Lakini hili swala la pesa kupotea, iwe ni kupitia mashirika, kupitia uh, skimu ambazo pengine hazikupokea fedha zako, ni swala ambalo tutataka tulisikize kwa umuhimu. Na zaidi pia, tuweze kuzungumzia swala hili, ambapo wengi wanajikuta katika hali ya ugonjwa, hali ya kutamaushwa hali ya msongo wa mawazo ambayo umetokana na haya maswala ya kutopata pesa zao za kustaafu. Yote hayo tutaka tuyazungumzie hapo baadaye. Usiondoke hapo ulipo, unaendelea kutazama Mwenge wa Kaunti.